Tuwahakikishie, na hizi ni salamu za vijana wa mkoa wa Geita. Sisi tunampenda Dr. Samia Suluhu Hassan na sisi tunakipenda Chama cha Mapinduzi. Kwa mwitikio wa vijana kwenye mkutano huu, kura za Chama cha Mapinduzi ziko salama kabisa, na wameniambia nitume salamu ya kwamba jinsi wanavyompenda Dokta Samia Suluhu Hassan ndivyo wanavyokipenda chama chao, bado hawajaona Vijana wa mkoa wa Geita hawajaona chama chochote ambacho kinaweza kuwaletea maendeleo tofauti na Chama cha Mapinduzi. Wamenihakikishia kuna baadhi ya wahuni wameanza kusema tarehe 29 siku ya maandamano. Sisi vijana wa mkoa wa Geita tumesema tarehe ishirini na tisa ya mwezi wa kumi tuna jambo moja peke yake, ni kuamka asubuhi kwenda kutafuta kilipo kituo cha kupigia kula na kwenda kupiga kula kwa chama cha mapinduzi CCM, oye! Kama walikuwa wanamaanisha maandamano ya kwenda kupiga kula, sisi tuko tayari, lakini si vinginevyo. CCM, oye! Lakini ndugu mwenyekiti, vijana wa mkoa wa Geita wanajitokeza kwenye mkutano kwa sababu wana imani na kazi za mheshimiwa rais, kazi alizozifanya mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kipindi cha miaka minne ndiyo jeuri inayotufanya tuombe ridhaa nyingine kwa miaka mitano inayokuja. Tuna imani na mama yetu kwamba sasa vijana wa Busanda ndani ya miaka mitano hii tutakanyaga barabara ya lami. Tuna imani na Dr. Samia Suluhu Hassan, tuna imani Tuna imani na mama yetu, tuna imani na chama chetu na Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa miaka mitano inayokuja jimbo letu tutapata huduma ya maji safi na salama. Piga makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mheshimiwa rais. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, tuna imani na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu pia anatupenda vijana. Ukimwangalia mgombea aliyetuletea, anaendana na sisi, shida zetu za uchimbaji shida zetu za kilimo, shida za afya, tatizo letu linakwenda kuisha kwa sababu tunaye mgombea wa ubunge anayeendana na sisi vijana wa jimbo la Busanda. Piga makofi kwamba mkoa wa Geita tunakwenda kuongoza, na hii ndio adhima ya vijana wote wa mkoa wa Geita. Piga makofi kwa sisi. Niwaombe vijana wenzangu, tarehe ishirini na tisa ikifika, twendeni tukachague maendeleo na maendeleo pekee yanapatikana ndani ya chama cha mapinduzi Asiwodanganye mtu mwingine. Leo vijiji vyetu vyote vina umeme, ninawahakikishia, kwa sababu mimi ni mjumbe wa kamati ya siasa ya mkoa. Vitongoji vyetu vyote vinakwenda kupata umeme. Piga makofi kwa CCM. Hakuna hakuna kinachoshindikana ndani ya chama cha mapinduzi, kila kitu kinawezekana. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, tunampenda mama yetu Samia ni mama na mnajua mtoto kwa mama. Si unajua mtoto kwa mama? Tutamlinda mama yetu tuta